kozala nano kimia munifate njo mie ekomingunga nanga tikoyo uimba kusema nini nini inaisha. Kama tulifika apa, kuko kitu moya fulani yenye ilitutuma tumikongole mwe bote tukutanike apa leo. Haiko vile

kwa sababu bandugu yetu bengine benye biko munjia bafanya nini masike. <laughs> <laughs> <laughs> bandugu yetu benye biko munjia bafike, tuongee sie bote fasi, botefasi E bwana, bakomanda ya matrupe kila fasi, bali bapangisha kila komanda ya trupe akamate batu yake sawa? Sawa, munajua kusema kama majeshi mingi wakati nakutana kuna kuwaka na bafanya fujo siyo. Bo bale bafanya fujo, basikiwe kututashe, tunasikilizana, tuchungane sie kwa sie Apa haiko kutawanyika kenyeji, apa atukukujia kitu ya population, tunafatana si, munajua dawa yetu inakatala nini? Hiyo. Apa kila mutu amibatela, weye na bifanyafanye nafanya nini? Etali yomoko, tunapenda tukaingia sa, tutoke sa.

na tunasikilizana, tutakuwa na mkubwa pamoya. Mtasikia atapenda kumierezea nini na kinini kenye kitakamatiwa leo. Tutakuwa na renyo kwanza, bakomanda kompani yote kupanda ali kweta major general, si bote tutakutanika pale kwenye mkubwa iko. Kwa kuongea na 14:30 minutes. Tunafatana? Ndio. Kama chakula ikakuwa ya hivya, me kia muhimu ufanye nini? Soda bakule. Soda ni kala kana, njala ata une semaine de semaine haiko kitu. Ya muhimu ni kujitoa na kukua na decision nani, ya kitu kenye tuko nafanya nini? Okay. Kama banachezaka na maprovence ingine, hapana, provence ya Manyema, tutabafatilia hadi fasi balifanya nini. Tunasikilizana? uvetu ni nini asili nguvu yetu ni nini? Asili. Asili ya banani ya sawa, kila mutu achunge asili ya mababu asili. Ok, tunaweza tawanika, tusitawanike mumugini kienyeji na matembeleo yetu ilfo iachan soda atembeake yepeke soda natembeaka tano nne sita kumi hadi ngapi? Unasikilizana?